Sema e, ni afadhali mkajitenga kwanza na hao watu. Nina uwezo wa kufanya mambo makubwa na miujiza mikubwa ambayo haiwezi ukafanywa na mtu yoyote, lakini naona ndani yenu kuna watu hao, mmejiungamanisha nao, mmeshaanza kubeba maroho yao, mmeshaanza kutembea pamoja nao na wakati nasema ujihadhari, usije ukafanya agano na madhabahu zao na hawa watu kwa sababu ukishafanya agano na miungu yao, anasema watoto wako wakiolewa na wale wana wa, wa, wa, wa hiyo miungu watakuwa wa, wanafanya uzinzi na hiyo miungu. Kwa hiyo tukaona kwamba roho hiyo inatembea, roho ya wenyeji inaweza kumfanya mtu akabadilika na, kum, na kumbadilisha kabisa akafanana na wenyeji. Ndipo Mungu anazungumza mambo mbalimbali na jinsi ya watu hao kujitenga na kujiepusha na watu hao wa eneo lile. Lakini siku ya jana pia e, tukaona kwenye kile kitabu cha Hesabu 33 mstari wa 55 hadi 56, tukasema roho ya wenyeji ni nguvu itendayo kazi katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza, ili kuweka mfanano wa hali. Tuliposema mfanano wa hali, tukaona kwenye maeneo kama manne. Mfanano wa kwanza kwenye muonekano. Mfanano wa hali kwenye mwonekano kwamba kuna watu wengine walipoenda mahali fulani walibadilishwa haraka, wakabadilika hata mwonekano wao, waliporudi hata nyumbani kwao tutazama kusema mbona siku hizi wewe umebadilika. Hata kama wasipokuambia lakini, wanapokutazama wanaona vitu fulani fulani ambavyo hawakuwa wanaviona zamani. Mwonekano, mwonekano. Tukaona kwamba roho ya wenyeji inaweza kabadilisha hata mwonekano wako, ikabadilisha. Lakini tukadhama pia, tukasema kwenye uchumi kwenye uchumi, roho ya wenyeji inakamata uchumi pia. Uchumi ukikamatwa, unaenda ukaenda eneo fulani, watu wa eneo lile wanataka uchumi wao ni wa hivyo hivyo tu, hakuna mwenye uchumi mkubwa, hakuna pale mwenye duka hata la, leja, la, la jumla na lejaleja, wote ni vibanda tu. Wewe umeenda umefungua pale, wanataka mfanane, mwe na mfanano wa, wa pamoja pamoja na wenyeji, na wewe umeingia pale unataka ufanye mambo yako na mambo mengine yaweze kwenda. Kwa hiyo kwenye uchumi pia tukaona mambo kama hayo. Kwenye elimu pia tukasema, unaweza ukaenda mahali ukakuta eneo lile, yani aliyesoma aliyesoma, yani zaidi mwisho form four, wengine wote alishia la tano, alishia la pili, wengine hata ndio hivyo wengine hajasoma kabisa. Tukasema, hiyo sababu haisababishi tu kwamba mtu ametaka tu. Tunaenda kwenye kiini, kwenye chanzo waanzilishi wa kile kijiji waliingia maagano gani? Waliingia kwenye maagano gani? Sasa umeingia wewe mgeni, una familia yako, unaanza kushangaa, watoto wako wanaanza tu kutopenda shule, wanaacha, wanaishia njiani. Watu wengi yamewatokea hayo bila kujua kwamba walipoenda maeneo yale walishindwa kujiepusha na watu wa aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninajaribu kurudia ili wale ambao wakupaa nafasi jana waweze kutu, kutu, kutupata pale tulipofika ili tuweze kuendelea kwa pamoja. Lakini pia tukaona kwenye afya, tukaona kwenye afya pia roho ya wenyeji naweza ikakamata. Pia kuna maeneo yanasifika kwa ugonjwa fulani, yaani ukienda mkoa fulani unasifika kwa ugonjwa hili, ukienda mkoa fulani unasifika kwa ugonjwa, hili, ugonjwa huu kwa wanaume wanasifika, unafahamika. Hiyo sio bure roho ya wenyeji inafanya kazi. Sasa ukienda na wewe kule inataka na wewe uingie mle mle. Maeneo mingine ukifika, umepangiwa kazi, pengine umepangiwa kwenda kufanya kazi maeneo yale mpaka uugue huo ugonjwa, ndio wanajua wamekupokea. Maeneo mengine ukienda, mpaka upoteze mtoto, yani una mtoto lazima afe kwanza, mtoto ni ishara ya kukupokea. Ni roho za wenyeji zinafanya kazi. Sasa ukienda hauna Yesu, ukienda hauna Mungu ndani yako, ndio unakuta mambo hayo yanatokea na wewe bila hata kujua, bila hata kujua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tuende kwenye Mwanzo kumi na tisa mstari wa kwanza hadi wa kumi na tano Mwanzo kumi na tisa mstari wa kwanza hadi wa kumi na tano tutazungumza hapo leo. Mwanzo kumi na tisa msali wa kwanza hadi wa kumi na tano Neno la Mungu linasema basi, wale wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi, akasema bwana zangu, karibuni na wasii mwingie nyumbani wa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja wakaingia nyumbani wake, akawafanyia kalamu, akawapikia mikate isiyochachwa nao wakala. Hata kabla hawajalala watu wa, wa mji wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote wakamwita Lutu wakamwambia, wa wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? uwatowe kwetu tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi nawasihi ndugu zangu, mstende vibaya hivi. Tazama, ninao binti hawajajua mtu mume, nawasihi nitawatolea kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni mpenu, ila watu hawa wastende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tuta tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo mtu huyo Lutu, wakakaribia wavunje mlango, lakini wale watu wakanyosha mikono yao wakamwingiza kwao nyumbani wakaufunga mlango, kisha wakawapiga hawa watu waliokuwa mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia waka Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe wanao na binti zako na, na wowote ulionao katika mji uwatoe katika mahali hapa maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema ondokeni, mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Rutu wakisema ondoka, mtoae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mistari mrefu tumesoma, lakini ukiisikiliza unaona kwamba tunachokizungumzia ni nini tunapozungumza habari ya roho ya wenyeji. Hawa wageni wameingia kwenye mji wa Sodoma. Wameingia kwenye mji wa Sodoma, wakati wanaingia tu wale wenyeji wameshajua kwamba kwa Rutu kwa kuna wageni tayari. Roho ya wenyeji ina tabia ya kumshambulia mgeni kwa nguvu ili kumshepu na kumgeuza mtu huyo afanane na wenyeji, yaani kama ni, ni, ni, ni wazinzi na yeye awe mzinzi, kama ni walevi na yeye awe mlevi kama ni mbea na yeye anakuwa mbea. Na tabia hiyo sasa, hawa watu wameingia kwenye mji wa Sodoma. Walipofika kwenye mji ule wa Sodoma, wameingia kwa lutu, wenyeji wameshajua. Unaambiwa wazee kwa vijana wakashikamana wote, tena kwa kauli moja, kwamba jamani ye, kwa lutu, kwa lutu kuna wageni. Na ilikuwa ni kawaida yao kwamba mtu anapoingia lazima wamjue lazima wamfanyie yale ambayo walikuwa wanawafanyia wageni. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie jamani. Unaweza kuingia kwenye eneo, kumbe wameshajua kuna mgeni tayari. Unaweza kufika mahali fulani, wewe ndio umepangiwa kazi, lakini wameshajua mji mzima kwamba tayari kuna mwalimu mgeni, tayari kuna mwalimu mgeni saa hizi tayari pale kwenye, kwenye, kwenye nyumba ya fulani, amefungua duka mtu fulani, tayari mji mzima umeshajua. Watu hawa walijua, wakamwambia Lutu, tutolee tutolee hawa watu, sisi tuwafanyie tunavyowafanyia. Lutu akaanza kuwasihi na kuwaomba, jamani, naomba msiwafanyie hawa wageni wangu. Kama ni hivyo basi, nitawatolea binti zangu ambao tayari wameshaposwa Yaani, Lutu anajieleza kwa wale watu, kwa wale wenyeji wa eneo lile, anajieleza kwamba angalau basi niwatolee hata watoto wangu, binti zangu, niwape mwafanyie, kuliko kuwafanyia hawa wageni. Anasema hapana, sisi hatutaki hao binti zako. Sasa kama hautaki kuwatoa hawa watu tunakufanyia wewe. Wakaendelea, wakaendelea kuvutana hapo, Lutu anaendelea kujieleza ili kuwaokoa hawa wageni walioingia hawa malaika wawili walioingia wameingia nyumbani mwake, kumbe watu wameshajua, watu wameshajua. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaona kwamba baada ya yote hayo kuendelea, nguvu ya Mungu inaonekana. Wale watu walioingia walikuwa sio watu wa kawaida, walizoea kuwafanyia wengine, lakini wale watu hawakuwa watu wa kawaida. Na mimi naweza nikwambia leo, unaweza ukaingia mahali watu wanaweza kukuchukulia wa kawaida, wakufanyia wanavyojua kwamba wanawafanyiaga watu wengine. Lakini utakapoingia wewe, utakapokanyaga wewe, hautakuwa wa kawaida. Nguvu ulionayo ya Mungu ndani yako haitakuweza na na hawatakushinda. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ukiwatazama hivyo walivyo, ni matokeo ya watu waliowapokea wakati wanaingia kwenye huo mji, wakati wanaingia kwenye huo mji Wakati unaingia kwenye huyo mji ulipokelewa na nani? Unapoingia kwenye ile ofisi ulipokelewa na nani? Nani alikupokea, nani alikupokea? Watu wengine akipokelewa hata akuwa mlevi, unajua mtu aliyempokea ni mlevi. Na wakati mwingine unapopokelewa huwa tunajiachia. Wewe si ni mgeni, si ni mgeni? Wewe unajiachia, yaani una, unajieleza kila kitu kila kitu cha kwako utaeleza mpaka na wazazi wako utaeleza kwamba wakoje umetokea wapi, yaani ukoje koje utaeleza. Kwa nini wewe ni mgeni, wewe ni mgeni. unamweleza mwenyeji ukifikiri kwamba atakupa msaada, lakini hivyo hivyo unashangaa anaanza kukueleza mambo ya kwake na yeye, ukifikiri kwamba unaanza kumfuata a unaanza kubadilika. Unaanza kubadilika, binti anaweza akaenda yuko vizuri kabisa shuleni, wale waliompokea wa, wa wale waliompokea wakambadilisha, mpaka akabadilika. Ulipokelewa na nani kwenye huo mji? Ulipokelewa na nani kwenye hiyo ofisi? Ulipokelewa na nani kwenye hilo kanisa? Ulipokelewa na nani kwenye hilo kanisa? Ulipokelewa na nani wakati unaingia? Bwana sisi huku wa tunawapokea kwa matatu ya, ya, ya utatu mtakatifu. Tumpokee jamani mwenzetu kwa utatu mtakatifu, tunayapiga yale pa, pa, pa, pa. Halafu nasema ubarikiwe na Bwana Yesu aliye hai. hiyo ni ishara ya kumpokea mtu mgeni. Lakini maeneo mengine ukiingia unapokelewa na nani? Sasa kwenye hiyo shule ulipokelewa na nani? Kwenye hiyo hicho chuo ulipokelewa na nani? Bwana Yesu asifiwe. Nataka utafakari hapo tafakari hapo, inaweza ukawasaidia na wengine lakini pia ikakusaidia na wewe pia. Roho ya wenyeji inaweza kutambua kinachoendelea kwenye mji huo, maana tumeona kwamba wale watu wa, wa Sodoma walijua kinachoendelea kwenye mji wao na ndio maana walikimbia haraka kwa Lutu, wameshasikia madhabahu zao zimeshajua kuna kitu kigeni kimeingia, kuna kitu kigeni kimeingia, kimeingia. Unapokanyaga mahali fulani, eneo fulani tayari madhabahu za eneo lile inatambua kuwa kuna mgeni kashaingia, ameshasema hiyo. ameshasema hiyo kwa hiyo unaona kabisa kwamba e, kila mahali unapoenda, kila mahali unapoenda, iwe kwenye siku kwenye siku zako unapotembea kwenye kazi zako, pengine mahali popote unapokanyaga kuna, kuna mahali wanajua tu kwamba leo kuna mgeni, leo kuna mgeni ameingia. Na wakati mwingine unapoingia mgeni tofauti ambaye tofauti na nguvu zao wanajua zaidi, maana lile jambo lilitrendi haraka, kwa sababu watu walioingia hawakuwa watu wa kawaida, walikuwa ni malaika. Sasa wanamwambia Lutu kwamba waambie, kama una ndugu zako kama una wakwe zako na ndugu zako wengine, waambie waondoke hapa, maana huu mji tunauharibu. Alipoenda kuwaambia wale wakwe zake na ndugu zake wengine hawakumsikiliza anasema kwamba alikuwa kama mtu ambaye achezaye yani anacheza tu bila faida yoyote, bila faida yoyote. Kuna wakati a ukamfuata mtu na kumwambia yani hata asikusikilize, asikusikilize kabisa. Unaweza ukamwambia mtu, kwa kweli, ndugu yangu, naona umebadilika sana. Wakati unaingia ukuwa hivi, umebadilika sana. Umechange? Ah, mimi hapana. Ha, ha, umechange vipi? Bwana niko kawaida tu. Hapana. Na wakati mwingine hata wachungaji tukienda kumwambia mtu, ah, kwa kweli mtumishi wa Bwana siku nyingi sana huonekani kanisani. Haukuwa hivi. Ah, hapana ha, mchungaji. Tuko pamoja tu yaani wewe uwe na amani tu. Tuko pamoja kabisa. Mimi lolote tu niambieni, tafanya tu. Kanisani, tunakutaka sasa uje kanisani. Sio kwamba we, tunafanya tu ukiwa huko nyumbani. Tunakutaka pia na huku uko nitakuja tu, nitakuja tu, nitakuja tu. Nashangaa ameshaanza kubadilika na kugeuka na kuanza kupata vitu vingine. Ukienda mahali unakuta hata mbwa hapa nyumbani zinatambua kuwa kuna mgeni. Yaani ukienda tu hata kwenye nyumba ya mtu ile nyumba ya mtu kama kuna mbwa watajua tu kwamba huyu ni mgeni. Ndio ujue kwamba mgeni anafahamika tu. Ukiingia mahali wewe ni mgeni, ni mgeni tu, hata mbwa atajua tu atalia tu, ataonyesha kama huyu ni mgeni huyu ni mgeni. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoelekea kazini, tunapoendelea na majukumu yetu kwenye familia zetu, tutambue kwamba roho hii ipo, roho hii ipo. Lakini kwa sababu sisi tunaomwamini Yesu Kristo, tuliyemvaa Yesu Kristo ndani yetu, popote pale tutakapopita, hakuna ambacho kitaweza kutushinda. Mungu ataachilia upofu kwa hao maadui wanaotufuatilia ataachilia upofu kwa hao maadui wanaokufuatilia wanaofuatilia kiti chako hawatakiona anasema waliutafuta mlango hawakuuona mpaka asubuhi wanatafuta mlango kwamba waingie sasa lakini wale watu walinyosha tu mkono lutu wakaingia halafu wakanyosha mkono mlango ukajifunga waka wakaachilia upofu kwa wale watu Walihutafuta mlango mpaka asubuhi. Na mimi nasema unapoenda kazini kwako, watakapokuja kuangamiza ofisi yako, watafute huo mlango wasiuone, iwe asubuhi, iwe ni mchana, hata usiku wasikuone ulipo. Kwa nini? Umebeba nguvu ya Mungu na mafanikio yako yako kwa Mungu na sio kwao. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Watapokitafuta kili chako wengine wanatafuta kiti chako kila siku, wanaangalia kwa waganga wengine, wanatafuta kwenye mizimu. Watakapokitafuta kiti chako unapokalia, wasikione kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Wale watu hawakuona mlango, na wewe waombee adui wa zako wasione mlango leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa kuomba Mungu atuondoe kwenye maroho haya ya wenyeji, maana sisi tunawamwamini Yesu Kristo ni wenyeji wa mbinguni na sio hapa duniani. Sisi ni wenyeji wa mbinguni, sio wa, wa hapa duniani. Wale wanaotutafuta wote duniani kutuangamiza hawatatuona. Kwa nini? Tumefichwa kwenye damu ya Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako, tuombe, tuende kazini. Baba tunasogea Baba tunasogea chini ya mkono wako Baba tunasogea Baba Baba tunasogea Baba tunasogea chini ya mkono wako Baba tunasogea Baba tunasogea Baba tunasogea chini ya mkono wako Baba tunasogea, Baba tunasogea, tunasogea chini ya mkono wako Baba tunasogea. Baba tupo chini ya mkono wako asubuhi ya leo wewe ambaye umetuita kwa majina yetu, kila mmoja alipoamka kitandani kwake, ukamwamsha na kumleta mahali hapa, e Bwana, kuja kusikia ujumbe wa neno lako Yesu Kristo. Tumesikia sauti yako, e Bwana, tunaomba utusaidie, e mfalme wa amani, tusitembee kwenye roho ya wenyeji ambayo inaweza kushika uchumi wetu, inaweza kushika hata ofisi zetu, ikashika maisha yetu, ikashika afya zetu. Tunasogea mbele zako, e mfalme wa amani wale wote walio maadui ambao wanatutafuta kutufanyia wanavyotaka kutufanyia, kama wale watu walivyotaka kuwafanyia wale watumishi wako walipoenda kule Sodoma kwa mtumishi wako Lutu. Lakini wewe Mungu ulimshindia Lutu pamoja na wale watu, ukafunga hata mlango na kuwapiga upofu maadui wao wote hawakuona mlango, hawakuona mlango kabisa. Nasi Bwana tunatamka leo asubuhi ya leo, adui na shetani asione mlango, asione mlango, asione mlango, na wala upenyo wa kupita kutuzulu na kututendea mabaya, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako, kila aliyoandaliwa ya kila aliyoandaliwa kutuzulu leo andaliwa kutuangamiza yasipate mlango wa wa kupita yasipate mlango wa kupita. Wewe Mungu katufunike kwa damu yako. Damu yako Bwana ikafunike maisha yetu, damu yako Bwana ikafunike kazi zetu, damu yako Bwana ikafunike biashara, damu yako Bwana ikafunike maisha yetu yote na mahali tunakofanyia kazi, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu yako. Mamani, msaidie mtumishi wako huyu aliyeko mahali hapa, anapoelekea kazini. E Bwana, damu yako Bwana ikamfunike, damu yako Bwana ika pamoja naye, na uso wako Bwana ukaende pamoja naye katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako mfalme. Mamani tunaomba hivi Bwana tukiamini, maana wewe ni mwema. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Pigie Bwana makofi na vigelegele, haleluya, amen. Basi utulie, upokee baraka. Kabla hujapokea baraka, basi tuombe sadaka, alafu baadaye tutapokea baraka na kutoa sadaka na kwenda kazini. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya asubuhi ya leo, tunaomba Bwana, uzipokee hata sadaka ambayo.